Uh, exactly. Najua namna ambavyo alikuwa na mama na nini, yeah. Watu wengi wanafahamu labda, yeah. Tuelezee tu taarifa ilivyokuwa, najua uko, haupo huku ilikufikiaje? Yeah. na nini hasa ikipepelekea kifo. Mi mama wangu anafanya biashara za samaki mm -hmm. Kwao huwa anasafiri kwenda kununua samaki, anakuja anauza, anafanya biashara zake. Kwao alikuwa yuko Lindi ameenda kuchukua samaki wa maji baridi kwao, kwa, kwa bahati mbaya kule samaki wanavua usiku ndo wanakaanga alafu wao ndo wanaenda kufanya manunuzi. Kwa wakati yuko kule kwenye masoko ndo kwa bahati mbaya akapata mstuko akaanguka. Kwa watu ambao alikuwa nao alikuwa yeye na rafiki yake ambao anafanya biashara zao wenyewe. Kwa ile rafiki yake ndo akawa anajaribu kutafuta sisi lakini akajaribu pia kutafuta dokta. Dokta alivyoenda kumwangalia ni kitu kama cha dakika ishirini tu. Akasema ameshafariki. Kwa na mshukuru Mwenyezi Mungu, yeah. Pole sana, na matatizo ya moyo namshukuru Mwenyezi Mungu, mi mamangu mzuri, asijawai kumwona mamangu anaumwa, yani mpaka hivi leo nimekuwa sijawai kumwona anaumwa, yani hata homa, yani mi mamangu ni alikuwa yuko strong sana, kwa sababu ni mtu wa move, movement yeah. yeah. Okay. Of course, labda pengine kabla ya kufikwa na mauti yeah. Mlipata nafasi ya kuzungumza, na nini ambacho mlizungumza, kama utakuna kumbukumbu vizuri mimi mama yangu anaongea gani sana. Na ni mtu ambaye tunapishana pishana sana. Tuna yani kwa sababu mimi natafuta hela, mama yangu pia ni mtafutaji. Kwa hiyo unajua mtu na mama yake ni hivyo. Tunakuwa tunapishana pishana sana kwenye hela. Kwa hiyo nakumbuka mara ya mwisho aliniambia nataka kwenda kufunga mzigo. Kwa hiyo mimi sikumtumia hela. Kwa kana nitumie hela, nitumie hela, nakumbuka story ya mwisho tulikuwa tumeongea hivyo. Nitumie hela, mimi nishafika zeni kwa, tuliishia hapo, yani, hakukuwa na tatizo kama anaumwa wala nini lakini alikuwa tu ameniambia nimtumie hela ili afunge mzigo huko, okay. Yeah. Okay. Sasa nimeambiwa nimeongea kama leo. Kani kama leo kesho usiku ndo anapata hiyo taarifa ya msiba kwa sababu hata kule ameenda kama ana siku nne hivi. Okay. Utamwenzi, yeah. Kwa vipi mama? kipi ambacho alikuwa anakifurahia anaki, anaki, anaki, anaki, kwenye maisha yako ya muziki? Mamangu kwanza ndo supporter mkubwa sana. Mimi mamangu na babangu, mamangu ndo shabiki yangu sana kuliko baba. Mamangu alikuwa, na mimi kipindi naanza kufanya muziki naimba Tuko, tuko msibani Temeke na tulipokea taarifa za kifo cha mwimbaji wa, cha mamake na msanii wa nyimbo za singeli Meja Kunta na leo ndo tumeambaa ndo siku ya mazishi hapa, ni msikitini na aliyeko mbele yetu ni baba mzazi wa Meja Kunta. Pole sana na msiba, asante. Uh, Watanzania kufahamu kwa majina unaitwa mzee nani? Kwa majina anaitwa Muharram Sadiki Mtomboka. Okay. Okay. Hmm. Sawa, so, labda mngetufahamisha msiba uh, namna ambavyo ilivyokuwa, marehemu alikuwa akiumwa ama ilikuwaje? Hapana, kwa kweli ni kama ghafla fulani, kwa sababu marehemu alikuwa haumwi maana, ila alikuwa katika mishughuliko kwa yake hmm. Eh, kwa hiyo akawa amesafiri kwenda zake na ni huko Lindi hmm. eh, kwenye mazingira ya samaki pwani hmm. eh, kwa hiyo alipofika kule baada ya kuandaa mzigo wake tayari hivyo katika maandalizi kutaka kurudi ndio akatokea hali ya kuwa kama ya pressure. okay. E, kwa hivyo iotokea hali hiyo, baada ya kumsaidia saidia mpaka muda fulani ikaonekana mm. tayari hali kwa sio mzuri, akapoteza maisha. limekuwa pengine labda ni tatizo la muda mrefu ambalo kwa linamsumbua muda mrefu, ama ni ghafla tu ndio limetokea, mpaka ikapelekea na pana hii pressure. nayo pressure nayo sometimes inamtokea, lakini alikuwa na control mwenyewe Onanatumia dawa hizi nilakini ilivotokea pa likuwa ni gafla, uh, kwa ikampelekea farikipengini okay. Mm. Labda siku chache kabla ya umauti wake kumfika mlipata nafasi ya kuweza kuwasiliana ama kuzungumza chochote kabla jafikwa na umauti hiyo? E, tulipata nafasi ya kuwasiliana kwa sababu nafikiri ndani kama ya mwezi mmoja hivi tulikua wote kuleajakunta tukakutana pae tukazungumza mwanay taaa lakini kama baada ya wiki mbili tulikutana na mimi e, mtoni hapo tukazungumza katika masuala tu mengine ya kimaisha, na kutaka kujua mwanaye maendeleo yake mazingira hivyo, tukazungumza. Baada ya hapo, baada ya wiki mbili hiyo ndio akasafiri kwenda huko. Hatuishi pamoja, na hiyo ni muda mrefu, hiyo ni muda mrefu tulishatengana. Kunaye akaolewa sehemu nyingine. E, akazaa tena kule watoto wawili e, kwa jumla ana watoto watano. Kwa hiyo ni Meja ni mtoto wa tatu na dada zake wawili wamemtangulia, ambaye hao sikuzaa naye mimi okay. E, lakini tulipokuja kuzaa naye mimi mtoto mmoja theni e, akaja, tulipotengana akaja kuolewa sehemu nyingine akapata watoto wawili. Inadaiwa kabla ya kifo chake usiku wa saa nne alikuwa anazungumza na mtoto wake wa kike, lakini anasema baada ya kumuulizia mzazi mwenzie na kusema kwamba anaumwa yuko hoi, ndio ulimpata pressure. Kuna ukweli kiasi gani kwa hilo hilo? Kwa siwezi kulithibitisha kwa sababu kwanza taarifa hiyo ya kupata kutoka kwa mtoto kwa mama anaumwa, mlango hiyo saa nne anaumwa ipata taarifa, ila mimi e, nilikuja kupata taarifa kwenye majira ya saa kumi na moja baada ya Meja Kunta kunitafuta, lakini simu nilikuwa niko nayo mbali kidogo, kwenye ngoja kuipata. Kumpigia vipi, na baba, tayari kuna taarifa ya msiba. Vipi mama amefariki? Shida ni nini? Ambabana tatizo ni pressure tu, ghafla imetokea. Alio hivi navyoongea, tayari mimi niko njiani nakuja hapo kwako, tuangalie mazingira msiba.